Wakati ambao Watanzania walikuwa wakisubiri kushuhudia timu yao walau ukipata ushindi wa kwanza katika fainali za mataifa Afrika kule Morocco hesabu zilienda tofauti na kuambulia pointi moja kwa maana kutoka sare bao moja kwa moja dhidi ya Uganda. Karibu sana mtazamaji wa Mwananchi Digital, mimi naitwa Elias Somo, nipo na Amri Kiemba, nyota wa zamani wa Simba eh, nyota wa zamani wa Azam, lakini pia umewahi kutumika upande wa timu ya taifa Tanzania. Umeshuhudia timu ikicheza, eh, matokeo yakawa tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunatarajia. Kitu gani ambacho hakikuwa sawa hasa Kiemba? Ah, kwanza mimi nadhani kwa matokeo ambayo yanatokea kule uh, Moroko si ya kushangaza sana kwa namna ambavyo sisi bado tuko kwenye eneo la kukua kwenye tasnia yenyewe. Tulikuwa tunapata shida kwenda kushiriki kwenye Afcon. Sasa hivi tumeanza kuwa walau kila makala ya, ya Afcon na sisi tupo na, na tuna, tuna nani tunakwenda tunashindana, tuna, tuna tuna kushiriki sasa steji huwa zinaenda taratibu tumetoka kwenye stage za kutafuta nafasi ya kwenda kwenye Afcon, tuko kwenye stage ya kushiriki. Kwamba sisi sasa, kama tutakosa Afcon, tutamuuliza mwalimu ambaye tulipewa timu kwa nini hatukwenda. Sasa hivi tuko kwenye kushiriki, kwa hiyo ushiriki wetu ndio ambao, ukiwa wa kudumu, utazalisha kushindana. Kwa hiyo kwa msimu huu bado, kwangu mimi, nilikuwa na hesabu tupo kwenye ile stage ya kushiriki na ushiriki wetu unaonekana kila siku una, walau unazaa matumaini. Matumaini yangu ni kwamba kwenye ishirini ishirini na saba tunaweza tukaanza walau kushindana kutafuta alama, kama sio kusonga kwenye hatua inayofuata ina, ina, ina, ina. Kwa hiyo matokeo alivyo, kwangu mimi sijavunjika moyo kwa namna ambavyo nilikuwa naitazama timu yetu na michuano kwa, kwa ujumla. Kwa hiyo bado timu ina, inaonyesha kuna walau ukuaji. Mwanzo tulikuwa tuniwaoga sana kwenye michuano, lakini sasa hivi unaona walau na timu yetu inaweza ikawalau ika ikapishana pishana kwa baadhi ya nyakati na timu ambazo inakutana nazo. AFCON sio sio michuano mepesi. Si Tanzania peke yake ambao haijawahi kuonja ushindi. Kuna, kuna timu ambazo mataifa yameshakwenda zaidi ya mara tano lakini bado hawajawahi kuonja ushindi. Kwa hiyo sisi tuko kwenye ukuaji na Watanzania wengi wanapaswa kukijua hicho, ili walau kupunguza lawama na, na, na, na, na kupunguza pia maumivu ambayo yanaweza yakawapata bila sababu. Kwa Tanzania, kile ambacho wanakifanya mpaka sasa kwenye michuano tunaonekana tunakuwa, na mimi nafurahishwa na namna ambavyo ukuaji wa timu unaenda. Tumetoka kwenye kutafuta nafasi, sasa hivi tunashiriki walau mara tatu fulio mara tatu kwa, kwa ndani ya misimu labda saba au nane, tunashiriki mara tatu ni kitu kikubwa sana. Tulikuwa tuna miaka thelathini hatujaenda, sasa hivi tumekuwa ni sehemu ya kawaida. Kwa hiyo hicho tu tunapaswa kujivunia na kupunguza lawama kwa watu wengine ambao wanajit, wanajitahidi sana kuhakikisha timu inatoka hapa ilipo na kuelekea mbele kuna wachezaji ambao e, ndio wanaonekana sasa katika hatua kubwa ya kuitumikia national team, mfano kama e, Zuberi e, Foba goalkeeper katika stage hii na katika mashindano makubwa Mabula, performance zao hawa unazungumziaje? una, una ha, wana wa mchango mkubwa kwenye, ukiangalia kwa Zuberi ambaye amekuja kuaminiwa baada ya goalkeeper namba moja kupata uh, shida ya kiafya nadhani amekuja na kuongeza kitu kwenye timu aa, kwa namna ambavyo nyakati nyingi amejitahidi kuweka timu kwenye mchezo, kwa maana kuzuia timu isifungwe. kwa kwa hiyo kwangu mimi nadhani aa, kwa, kwa Foba ukiangalia makuzi yake ambayo amepitia pale Azam, unaweza ukaona kwa kiasi gani mchezaji akifata utaratibu mzuri wa ukuaji anaweza kuja kuwa tunu kwenye, kwenye nchi. Si mtu ambaye ameibuka tu, ni mtu ambaye wamemchukua toka miaka mi, mi, akiwa mdogo wamempa nafasi timu za vijana, wamempa nafasi timu yao kubwa Azam na sasa hivi amepewa nafasi timu ya taifa Tanzania, anaonyesha na kurudisha kile ambacho Azam aliwekeza kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwangu mimi kwa Foba, lakini pia ambacho amekionyesha Mabula kwenye, kwenye, kwenye timu energy ambayo ana, anaipa timu nadhani uh, ni maingizo mapya ambayo yanakuja kuongeza machaguo kwa mwalimu, tukizingatia sasa hivi Mudathiri hayupo kwenye timu ni mtu ambaye alikuwa anaweza kutoa hichi ambacho Mabula anakitoa ana kwenye timu kwaiyo, nadhani kwa, kwa mwalimu sasa ana uwanja mpana wa kuweza uh, kuwa na machaguo mengi, ni jambo zuri kuendea michuano ambayo sisi tutakuwa wenyeji. Tulimsikia nahodha wa timu Bwana Samatta ki, akisema kwamba uh, ni gumu kujibu hilo swali lakini, sioni kama nitaendelea kuwa na nguvu ya kuweza kuwa katika AFCON ijayo. So inawezekana mwalimu akanihitaji, lakini sidhani kama nitaenda kutumika zaidi kama AFCON mbili zilizopita, azikusi hata leo nilianzia nje. so nadhani vijana it's their time now, wa, wanatakiwa waichukue timu. Unaona pengine kuna haja ya Samata kuendelea kuwapo kulingana na performance yake? Uh, unajua kitu kingine ambacho kina kinaweza Samatta akasema hivyo ni namna ambavyo anaona e, timu ya taifa inacheza ina, ina na yeye anajiona mchango ambao anapaswa kutoa, kwa sababu si Samatta tu kuwepo kiwanjani. Akiwepo kiwanjani Samatta, timu inabidi iwe mabegani mwake na yeye ndio aweze kuisaidia. Kwa hiyo kwa namna ambavyo timu inacheza, unaweza ukasema yes, haimpi nafasi ya yeye kuwa muhimili wa timu kwa sababu mara nyingi ukiangalia mechi ambazo kama tulicheza dhidi ya Nigeria, mara nyingi timu ilikuwa inazuia, kwa hiyo mda mwingi alikuwa anakosa hiyo nafasi. Jana umemwona Kevin amecheza mda ambao alicheza, kipindi cha kwanza timu ilikuwa iko chini, kwa hiyo mda mwingi wamemwacha yeye peke yake, huwezi kumwona akitoa mchango ambao labda watu wanafikiria angeweza kutoa. Mi nadhani kwa yeye kwa sababu amekuwa muungwana anaona inatosha, na si mara ya kwanza Samatta ku, kuona timu ya taifa inatosha. Mara kuna nyakati alitaka kustaafu kabisa, akaombwa. Nadhani inawezekana kumuondolea mzigo kwake ni kitu kizuri sana, lakini kwa taifa bado tulikuwa tunahitaji walau mchango wake. Atakiwa kwenye timu kuanzia namna ambavyo ana behave kambini na nini, ilikuwa ni msaada mkubwa kwa mwalimu ambaye hakai muda mrefu na wachezaji, kwa kwa kuwa na mtu kama kama Samatta ambaye kwa wachezaji wote um, wa Kitanzania wanamuona kama mfano wa kuigwa kwenye tasnia Kiemba umezungumza vizuri kwamba tuwe na consistency ya kwa maana ya kuendelea kushiriki e, pengine mbele tunaweza kufika hatua sasa ya kupata point na kufikiria pengine hatua inayofuata. Tuna mechi ya mwisho katika hatua ya makundi dhidi ya Tunisia ambao wamejeruhiwa, umefungwa na Nigeria katika mechi iliyopita. Una kipi cha kuzungumza kuhusiana na mechi hasa kwa Watanzania ambao tumekuwa na matarajio makubwa na shauku ya kutamani kuona timu inashinda? A, kwenye mpira wa miguu hakuna timu ambayo inaingia kiwanjani kwamba haiwezi kushinda. Kwenye mpira wa miguu unaweza ukashinda hata kwa mpinzani ambaye anakuzidi kwenye kila kitu. Kwa hiyo kuhusiana na timu kushinda, inawezekana timu ikashinda, lakini hatupasi kuibebesha mzigo kwamba ni lazima wanapaswa kushinda, inapotokea hawajashinda, basi kila mtu akadhani timu inapaswa kuvunjwa na tutafute wachezaji wengine leo, hapana. Nachokiona kwenye timu ni kitu kizuri na kinapaswa kuungwa mkono kwa watu ambao wanawaza muda mrefu mbele, sio ambao wanawaza michuano hii tu, kwa sababu sisi tunaenda kuwa wenyeji. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani inawezekana Tanzania akashinda na akaenda kwenye hatua inayofuata, lakini tukibaki kwenye uhalisia, unaona ni jambo gumu sana, kitu ambacho kama tutafungwa, itakuwa si habari, kwa sababu ni sehemu tu ya mchakato wa sisi kwenye ukuaji. Karibu.